Haleluya watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Karibuni katika mfululizo wa siku kumi za maombi. Leo ni siku ya pili na tunaendelea kuhudumiwa na mtumishi wa Mungu Elias Yasaya pamoja na Musa Maraba. Somo la leo ni swali. Yesu anauliza, "Je, unaamini ya kwamba ninaweza kufanya hilo unalolitaka?" Tunapoelekea kwenye somo tutasimama na wimbo namba mia moja kumi na tisa. Yesu anasema wewe huna nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu

Bwana Yesu asifiwe, haleluya! Watu wa Mungu, ninawakaribisha tena siku ya leo ambayo ni siku ya pili ya mfululizo wa siku kumi za maombi. Na jana tulibarikiwa na mtumishi wa Mungu Musa Malaba na somo zuri lilokuwa linasema je, unataka nikutendee nini? Haya ni maswali ya msingi ambayo Yesu anauliza, na leo lipo swali zuri kabisa ambalo Yesu anakuuliza wewe na mimi katika kitabu cha Mathayo tisa na ile aya ya ishirini na nane Biblia inasema naye alipoingia nyumbani wale vipofu walimwendea Yesu akawambia je mnaamini kwamba naweza kufanya hili wakamwambia naam Bwana kwa hivyo Yesu anauliza je mnaamini ya kwamba ninaweza kuwatendea hili je wewe unayefuatilia Ha, juma hili la maombi unaamini ya kwamba Yesu anaweza kukutendea jambo unalolitaka? Tuombe. Baba mwema, kuwa pamoja nasi, bariki watoto wako wanaofuatilia juma hili la maombi. Baba, kawafungue kwa sababu Roho Mtakatifu ana uwezo wa kufungua chochote kilichofungwa kwa watoto wako, kawatendewe sawasawa na mapenzi yako katika jina la Yesu, amen. Naam, tunaona kisa kizuri ambacho kinaelezwa katika kitabu cha Mathayo 9 na ile aya ya 28. Vipofu hawa wawili ambao Yesu aliwapita akaingia ndani, lakini wakamfuata tena ndani kule na kumwambia, lakini Yesu akawauliza, je, mnaamini kwamba ninaweza kufanya hiki mnachokitaka? Kwa hivyo Yesu anataka kujua kutoka kwako. Je, unaamini ya kwamba anaweza akakutendea lile ambalo unataka? Na hawa vipofu wawili walimwambia Yesu, naam Bwana, tunaamini, na Yesu akawatendea kile ambacho walikuwa wanataka kwa sababu ya imani. Hebu tuangalia uchambuzi wa hadithi hii nzuri wa fungu hili nzuri ambalo linaelezwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 9 na ile aya 28, katika ulimwengu wa roho Imani ndiyo sarafu inayofanya kazi. Yesu haulizi kama una tamani niponye, bali kama unaamini. Nitarudia hapo katika ulimwengu wa roho, imani ndiyo sarafu inayofanya kazi. Yesu haulizi kama una tamani au niponye, bali Yesu anauliza kama unaamini kwamba ninaweza. Kuna tofauti kati ya hoping yani kutumaini na believing yani kuamini. Kutamani kusema labda Mungu atafanya, yaani ukisema natamani unakuwa na mashaka kwamba labda Mungu atafanya. Lakini imani inasema Mungu anaweza na atafanya, anaweza na atafanya. Hili swali la Yesu linakuja kwetu sisi. Swali la Yesu la kwamba je, mnaamini ya kwamba ninaweza nikafanya hicho mnachokitaka linakuja kwetu sisi tunapokuwa kwenye nyumba, tunapokuwa kwenye nyumba au mahali pasili. Watu wengi wana imani ya hadharani, lakini mioyoni mwao wamejaa mashaka, wamejaa mashaka. Yesu anataka kukabiliana na mashaka yaliyo ndani yako. Yeye Yesu hashindwi na tatizo ulilo nalo. Yesu anashindwa na imani yako. Kwa hivyo, imani yako kwake ndiyo kitu cha msingi na cha muhimu, ndicho ambacho Yesu anakihitaji. Na ndio maana aliwauliza wao vipofu kwamba mnaamini ya kwamba mimi ninaweza kutenda, ninaweza nikawafanya mkaona? Tena imani, hebu tuangalie hadisi hii katika kitabu cha Mathayo sura ya tisa na ile aya ya ishirini na saba mpaka thelathini na moja. Msomaji wangu, hebu nipitishe hapo. Neno la Mungu linasema ndio, Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, ndio vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema nini? Wakisema uturehemu, mwana wa Daudi. Ndio naye alipofika nyumbani wale vipofu walimwendea, ndio Yesu akawaambia mm. Mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Swali la Yesu, mnaamini kwamba anaweza kufanya hili? Wakamwambia ndio, naam Bwana. Ndipo mm -hmm. alipowagusa macho akasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Macho yao yakafumbuka. Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni, mtu mmoja asijue lakini wakatoka wakaeneza habari zake katika nchi ile yote. Hebu tuangalie sasa maana halisi ya tukio hili lote. Hebu tuangalie nini kilikuwa kina, kina lengwa hapo. Kwa nini Yesu anawaacha watu hawa? Kwa nini Yesu anawaacha, anawapita? Wamemwita, wamemwambia Yesu turehemu, akawapita, akawaacha eh? Hebu angalia, inasema vipofu hao wawili walimfuata Yesu wakipiga kelele barabarani wanamfata wanamwita wanamwambia, Yesu turehemu, wanapiga kelele, na Yesu aliwaacha mpaka akaingia ndani, wakamwendea ndani. Kwa nini Yesu aliwaacha mpaka wakaingia ndani ya nyumba? Hii inatufundisha ya kwamba wakati mwingine Mungu anakaa kimya ili kupima uzito wa imani yetu. Yesu alikaa kimya kuona hawa watu imani yao ni hakika, kwa sababu wangeishia wa, wa, wa, wa pale, wangemwita wa, Yesu turehemu, na amewapita na wakagairi na, na, waka wakaendelea na shughuli zao. Maana wake hawakuwa na imani na yeye, walikuwa wanajaribu Yesu anataka kuona hasa imani yetu, kuipima uzito wake imani yetu sasa. Je, utaacha ku, utaacha kuomba kwa sababu ombi lako halikujibiwa barabarani, kwamba uliomba pamoja kwenye public, uliomba pamoja na, na washiriki kwenye kanisa, uliomba na haukujibiwa? Je, utaacha? Yesu anataka kuona imani yako unapoenda ndani zaidi, unapomfuata ndani zaidi ili ukazungumze naye ili aione imani yako. Hawa vipofu wawili walipoingia ndani, Yesu aliwatazama. Baada ya kuwatazama, Yesu aliwauliza swali la msingi sana. Je, mnaamini? Hakuwauliza kuhusu dhambi zao. Hakuwauliza au historia ya familia yao. Alitaka tu kujua kama wana ujasiri wa kutambua uweza wake uweza wake. Walipojibu nam, Bwana Yesu akasema kwa kadri ya imani yenu, kwa kadri ya imani yenu. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kiwango cha jibu lako kimefungwa katika kiwango cha imani yako. Kiwango cha jibu lako unaloliomba chochote ambacho umekuwa ukimwomba Mungu kimefungwa katika kiwango cha vile unavyoamini, kimefungwa katika kiwango cha imani yako. Yesu anakutaka uamini ya kwamba anaweza kufanya hilo unalolitaka akufanyie. Katika siku kumi hizi za maombi, onyesha imani yako kwa yeye huyo unayemwomba, ya kwamba anaweza kukutendea chochote kile ambacho unakitaka katika maisha yako. Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kufungua yote yaliyofungwa. Roho Mtakatifu hatujamfaidi vya kutosha. Watu wengi wamekuwa wakiomba Roho Mtakatifu na hawajui kazi ya Roho Mtakatifu. Watu wengi wamekuwa wakitamani kujazwa Roho Mtakatifu, lakini bahati mbaya ya kwamba hawajajua thamani na uwezo wake huyu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu katika juma hili yupo kwa ajili ya kufungua yote yaliyofungwa, na kwa neema ya Bwana Mungu atakufungua katika kila aina ya vifungo. Kwa hivyo vichangamoto vidogo vidogo mambo madogo madogo yanayosababishwa na yule adui yasikutoe kwenye msimamo wa kuamini ya kwamba Yesu anaweza kutenda chochote kile ambacho unakitaka katika maisha yako. Mungu akubariki sana na msisitizo ni huu: katika juma hili la maombi hakikisha unapata muda wa kuomba angalau kila baada ya masaa matatu. Sitisha shughuli zako zote, piga magoti na umwombe Bwana. Kusanya familia yako, shiriki na Waadventista katika makanisa yote ulimwenguni kwa ajili ya kumwomba Mungu katika siku kumi za maombi, na Mungu atasikia maombi yako. Kinachotakiwa, zingatia somo la leo na somo la jana. imani yako na je, unataka kutendea nini? Mungu akubariki sana. Napokwenda kufunga litamwalika mtumishi wa Mungu Musa Malaba, atakwenda kutukabidhi mikononi mwa Bwana katika siku ya leo, na Mungu atasikia mahitaji yako. Mungu akubariki sana mpendwa, na mtumishi wa Mungu karibu katika saa heri ya maombi. Kabla tujaomba somo limekutaka likikuuliza swali, je, unaamini Mungu anaweza kukufanyia hicho unachokitaka? Na nikukumbushe, imani ni kama kamba. Ukitaka vitu vya chini zaidi ya kisima unatafuta kamba ndefu. Kwa kama unaamini bila mashaka ndani yako, Mungu anakwenda kukufanyia. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, asante kwa somo zuri za la hawa vipofu ambao baada ya kutokujibiwa hadharani hawakuailisha kuomba, waliendelea kukutafuta Yesu hata sirini. Katika saa hii tunakushukuru kwa zawadi ya Roho Mtakatifu ambaye ndani yake ni package yenye kila hoja na haja ya mwanadamu watoto wako wako tayari kwa ajili ya kupokea zawadi bora za Roho Mtakatifu. Bwana, kuna huyu ambaye anasumbuliwa na magonjwa. Swali kwake, je, anaamini unaweza. Bwana, ninakushukuru kwa sababu anaamini. Mponye sawa sawa na uwezo wako. Yule ambaye anasumbuliwa na uraibu na ulevi wa madawa ya kulevya, pombe, ugoro na kila namna ya mihadarati na na kila namna ya uchafu unaolewesha fahamu zake, bangi kwa aina zake. Mungu wa mbinguni, anaamini, tangu sasa ulevi ukome kwenye maisha yake, pombe zikome kwenye maisha yake, Bwana miadarati ikome katika maisha yake. Kuna wale ambao, Mungu, wanaamini katika majini kuliko Roho wako Mtakatifu, tangu sasa nguvu zako zikawashukie, Roho wako akakae ndani yake na nguvu zote za giza zikakome tangu sasa, kwa jina la Yesu. Bwana, wale ambao umewapa mamlaka na madaraka na kuongoza viongozi wa kidini, viongozi wa kisiasa, katika jina la Yesu we ndio kiongozi mkuu, wape nguvu na uwezo wa kuongoza katika usahihi. Kuna yule ambaye anajiuliza maswali, nitafanyaje kulipa ada ya watoto wangu? Katika jina la Yesu, Baba, fungua miujizo na mibaraka, akapate uwezo wa kutatua shida zake wale ambao wanapitia changamoto kubwa na ngumu za uchumi, Mungu wa mbinguni, na kusihi na kukuomba, fungua baraka hizo. Kuna watu wanateswa na hofu hofu hofu. Bwana, katika jina la Yesu, sawasawa na maombi ya leo, Mungu fungua amani na imani ya kuamini juu ya uwezo wako, na ukazime hofu zote katika maisha yako. Kuna zile familia ambazo zinateswa na adui magomvi hayaishi, watoto hawaeleweki. Ninawaombea baraka ya amani kwa jina la Yesu, nguvu zako zikawe juu yake katika jina la Yesu. Amen.